Wadau wa sekta ya ardhi nchini wamekutana jijini Arusha kujadili namna ya kuondoa migogoro ya ardhi kupitia urasimishaji na upangaji wa matumizi ya ardhi kwa tija. Kauli hiyo imetolewa jijini Arusha katika mkutano wa wadau wa mpango wa matumizi ya ardhi uliokutanisha mashirika ya umma, taasisi binafsi, wakuu wa wilaya na wizara mbalimbali za kisekta kwa lengo la kuunganisha nguvu katika kupanga matumizi bora ya ardhi nchini Ch Tanzania 24 Digital. Beyond the Mainstream. Beyond the Mainstream. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imesema mipango ya matumizi bora ya ardhi inalenga kutenga maeneo mahususi kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwemo kilimo, malisho, makazi na hifadhi ili kupunguza migogoro katika jamii. Matumizi yaendane na mpango ambao umekusudiwa. Lengo la msingi ni kuyalinda maeneo yetu haya, lakini pia pia kuepusha migogoro ambayo inaweza kujitokeza na zaidi sana. Mnafahamu migogoro mingi ambayo imekuwa ikitusumbua kwa sehemu kubwa ni ya wafugaji na wakulima, kwa sababu kama nilivyosema ni maeneo ambayo ni makubwa na maeneo mengi yana rutuba. Mifugo inaweza ikaenda katika maeneo ya kilimo au wakulima wakaenda wakalima maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya, ya malisho. Kwa hiyo mipango hii inatusaidia kufanya demarcation, kukubaliana kwamba hapa. Joseph Mafuru mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Matumizi Bora ya Ardhi amesema mkutano ni huo ni sehemu ya mkakati wa pamoja wa kutatua migogoro ya ardhi kwa njia ya urasimishaji na upangaji shirikishi unaozingatia mahitaji halisi ya wananchi. Tunaoneshana maeneo ambayo tunakwenda kuyafanyia kazi kwa mwaka ujao wa fedha ili hayo maeneo tutakayowafikia tukuta, wananchi wamejiandaa, wao wanatusubiri waanze kutambua maeneo yao wenyewe. Sisi tutakapokwenda tunawapa utaalamu tu, lakini vitu vya msingi vyote watakuwa wamefanya wao wenyewe. Nchi ukiipanga, ukiipima, tija inaongezeka. Kwa upande wao wakuu wa wilaya kutoka maeneo yenye changamoto za mara kwa mara za ardhi wameeleza hatua wa mbalimbali zinazochukuliwa katika kutekeleza mipango hiyo. Unaweza ukawa pia na mipango ya matumizi bora ya ardhi lakini bado uh, ile mipango ikawa haiheshimiwi. Kwa hiyo jambo jingine, pamoja na kuwa na mipango bora ya matumizi ya uh, ardhi, ni muhimu sasa hiyo mipango pia ikaheshimiwa, na dhana ya kuiheshimu ni sisi viongozi tuliopewa dhamana za viongozi wa vitongoji, vijiji, kata, tarafa, wilaya kuwa na jukumu kubwa la usimamizi hasa kwenye maeneo hayo nje tu ya mpango wa matumizi bora ya ardhi. Lakini wananchi wenyewe wanaomba sasa kupimiwa maeneo yao, kitu ambacho awali kilikuwa akiwezekani kupimwa. Kwa hiyo Rombo kwa sasa hivi imetulia, watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Mkutano huu unatarajiwa kuwa chachu ya kuimarisha usimamizi wa ardhi nchini sambamba na kupunguza migogoro inayosababishwa na matumizi ya holela ya rasilimali hiyo muhimu kwa maendeleo ya taifa.